Kuomba kura za Chama cha Mapinduzi. Pili, kuwakumbusha watu kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi. Tatu, kuangalia changamoto, maana huwezi kutatua changamoto kama hujui changamoto hiyo imesababishwa na changamoto gani. Nichokiona ni mambo mawili: moja, kuna miundombinu ya barabara Niwahakikishie wananshambia na wanajimbo la Bukoba Mjini, ilani ya chama cha mapinduzi imeelezea vizuri na vyema kuhusu utekelezaji wa ilani ya chama chetu. Kwa upande wa miundombinu, niwahakikishie swala la changamoto la barabara linakwenda kupatiwa dawa, na mimi niwahakikishie changamoto hiyo inaenda kuisha kabisa. Swala la umeme, Daktari Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa sana kwenye umeme na maji, lakini mji wetu unapanuka. Yale maeneo ambayo yamebaki ni machache, yana umeme na maji. Ilani imeelezea kukamilisha maeneo yote ambayo yana umeme na maji, na hiyo ndio kazi ambayo naenda kufanya mimi. Lakini kingine ambacho nimekiona kuna, kuna, kuna, kuna watu hawaelewi kwamba maendeleo hayana chama. Kwa hiyo tumekutana na mzee mmoja, mimi naweza nikasema ana giza la roho. Giza la roho ni mtu anayechukia maendeleo ya mtu mwingine. Kama unachukia maendeleo ya mtu mwingine, unachukia jambo jema linalofanywa na mtu mwingine, unachukia yale ambayo yanafanywa na Chama cha Mapinduzi, wewe una giza la roho. Lakini kuna na mkanganyiko. Mkanganyiko ni mtu ambaye hajui kwa nini na wapi anatakiwa afanye nini. Wanajimbo la jimbo la Bukoba Mjini, Chama cha Mapinduzi haupaswi kujiuliza mara mbili kwa nini ukichague, kwa vyama ambavyo vimesimama kwa sasa ambavyo vina nadi ilani zao, kwanza vyama vina ilani. Sasa nikuambie kwa nini uichague CCM moja, inakwenda kuimarisha demokrasia. Wanamosema wanakwenda kuimarisha demokrasia, wamesema wanakwenda kuhuisha katiba na kutunga katiba mpya, imo kwenye ilani. Michezo, wanakwenda kuboresha miundombinu ya michezo na kuinua vipaji vipya. Kwenye habari wamesema wanakwenda kuimarisha uhuru wa vyombo vya habari. Kwenye elimu wamesema wanakwenda kuboresha elimu, lakini na kuinua au kupandisha maslahi ya wafanyakazi ambao ni walimu. Kwenye ujenzi hapa jimboni kwetu tunakwenda kujenga soko la machinga hapo machinjioni, ambapo ni makabulini. Hilo jengo letu lina karakana 15 lina vyumba 244 lina vizimba 480 kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo. Upande wa pili ambako kuna soko la sasa, na kwenyewe tunaenda kuweka soko tena ambapo kuna maduka 78 na vizimba 63. Tunakwenda kujenga soko la samaki na dagaa custom. Tumeleta meli kubwa sasa, tuna, tunaweka na soko la samaki na dagaa, ili tuweze kusafirisha bidhaa zetu za samaki, na tunapojenga masoko tunawekapo na huduma nyingine. Kwa hiyo mama ntirie baba ntirie wanapata maeneo, maeneo sahihi ya kufanya kazi zao, lakini kuna kuboresha mikopo ya asilimia kumi kwa wajasiriamali wadogo wadogo. Kazi yangu ni moja, ni kwenda kusimamia hiyo yu mikopo iwafikie walengwa. CCM oyee CCM oyee! Lakini kwa sasa tunajenga jengo la mkuu wa mkoa jipya kule kwa Kagambo na tunajenga jengo la mkurugenzi hapo hapo kwa Kagambo, ambayo ni majengo mapya. Ndugu zangu Wanabukoba, tunakwenda kuongeza madarasa, tuna vyumba 26 kwa shule za sekondari, vyumba 134 kwa shule za msingi. Haya yote ni malengo na mipango ya Chama cha Mapinduzi. Tarehe 29 sasa, tukapige kura kwa ajili ya hayo niliyo yasema. Kero ndogo ndogo zimeanza kutatuliwa, na hiyo ndo kazi ya Chama Cha Mapinduzi. Juzi nimeongea na mkurugenzi wa Buwasa amesema na tumempa wazo, umejenga nyumba yako umeshindwa kuweka maji, unaenda Buwasa unalipa elfu hamsini unawekewa maji, unakuwa unalipa deni lako kwenye bili ya maji yako. Lakini tunasumbuliwa sana na, na ngedere sana sana sana. Wameshaanza mkurugenza na siku tano na wameshaanza kuziondoa kuzi, kuzi kwenye maeneo yetu. Kwa hiyo mlime mkoremwe Estera, hakuna kitakachowasumbua chini ya usimamizi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, chini ya Chama cha Mapinduzi. Hayo ndio mambo tunayoyafanya sisi CC, CCM. Imani ni kitu kizuri sana. Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama pekee katika nchi yetu ambaye ndio rais wa kwanza kupigiwa kura na wananchi. Kila mmoja hatamani kuwa kwenye historia, hatai kwenda, ambaye apendi kuwa kwenye historia ni nani? Lakini mama ameleta miradi kwenye jimbo letu ambayo wazee wa miaka mia, miaka sitini, hata arobaini mpaka sasa ilishindikana kwa muda mrefu: ujenzi wa soko jipya ujenzi wa stendi, kingo za mto Kanoni, barabara kilo, kilometa kumi, taa za barabarani. Sasa anajenga soko la Kashai, anajenga soko la Mishenyi, anajenga soko la ndizi Kagondo, anajenga majumba ya madaktari kwenye vituo vya afya, anaboresha maisha ya wajasiriamali wadogo wadogo. Tena akasema ndani ya siku mia moja mtu chagua, ametenga bilioni 200 kwa ajili ya wajasiriamali wadogo wadogo. Hata ukwenda maerano wakaakele biashara. Ndugu zangu, tukakichagua Chama cha Mapinduzi, tukamchagua Daktari Samia Suluhu Hasani, mkamchagua Injinia Mtasingwa na diwani wetu Gibsoni GRG, mimi namuita Kingi Rumanyika, tukawape kura za ndio kwa ajili ya maendeleo yetu sisi wenyewe. Usidanganyike, Mwingine anakwambia usiende kupiga kura. Huyu anayekwambia mtoto wake akiumwa anampeleka Ulaya, wewe mtoto wake akiumwa leo unampeleka zahanati ambayo inatokana na kupiga kura kwako. Msikubali, msidanganyike. na kwenye uchaguzi, unapoenda kutiki, auwendi kumchagua rafiki, ndugu, rafiki, omuntu oikumanya, ango otaikumanya, unakwenda kuchagua maendeleo. Kuna watu nakuwa nawauliza sasa hivi, watu wanasema, na mtoto yuko nyumbani, hana ajira Kweli tunaenda kuwatafutia ajira. Mimi nauliza swali, ni nani anayemjua mwalimu aliyemfundisha mtoto wake mpaka leo anamwombea ajira? Jibu ni hakuna eh. Kwa hiyo kwenye kuchagua ni kuchagua maendeleo, na maendeleo ya kweli yamo ndani ya Chama Cha Mapinduzi. Hakuna mwingine atakwambia maendeleo yako nje ya Chama Cha Mapinduzi. arara kubazo aro mtu arai jombazi nojao bikorota nojabikorota vijakuemeleleroa